Hii leo ni siku ya wanawake duniani, kampuni ya mawasiliano ya Halotel kwa kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, imeonyesha dhamira yake ya kusaidia jamii kwa kuwapatia wanafunzi wa kike na wa kiume wa shule ya sekondari Visiga mkoani Pwani msaada wa baiskeli. Hii ni sehemu ya juhudi za kusaidia wanafunzi wanaokabiliwa na changamoto ya kutembea umbali mrefu kwenda shuleni, na ambapo msaada huo umetolewa baada ya kubainika kuwa baadhi ya wanafunzi hutembea kilomita nyingi kila siku, jambo linaloathiri mahudhurio na, mahudhu na ufaulu wao. Akizungumza wakati wa hafla ya makabidhiano hayo, mkuu wa shule hiyo Aurelian Njau ameshukuru Halotel kwa mchango wao huku akisema kuwa utasaidia wanafunzi kufika shuleni kwa wakati. Kilichofanyika hapa leo ni kampuni ya Halotel kuwazawadia wanafunzi baiskeli takriban ishirini kutokana na tatizo la wanafunzi hawa kuwa wanatoka mbali. Kwa hivyo, tuliweza kuwasiliana na kuomba kwenye kampuni ya Halotel kuwasaidia watoto hawa, na wao waliitikia na kuwasaidia, na tumepata msaada huo leo. Vilevile, baisikeli hizi zitawasaidia wanafunzi hawa ambao wanatoka mbali, kwa sababu walikuwa wanachelewa vipindi hasa vya asubuhi. Kwa msaada huo sasa, wanafunzi hao watakuwa wanawahi shuleni na watakuwa wanapata vipindi vyao vya, vya asubuhi na jioni vizuri. Ni nia yetu ya kumgusa kila mteja, ni nia yetu ya kugusa kila mtoto wa mteja, lakini rafiki ni kila mtu hapa Tanzania katika nia yetu ya kurudisha kwa jamii na leo tuko Visiga na hatutoishia hapa, tutaendelea kugusa maeneo mengine mengi ya jamii ili watu wote waweze kupata na kufurahia huduma za Halotel. Naye mkuu wa kitengo cha biashara cha Halotel, Abdalla Salum, amesema msaada huo ni sehemu ya jitihada za kampuni hiyo kusaidia elimu nchini.